Magogo wa kunywa nini? Supu tamu. Ya wapi? naambia watu wote wanakwenda uwanja wa risasi, njia kwenda risasi. Karibuni sana meja supu, pana supu na mandazi andazi, andazi laini, mzungu mzungu, wanaume ya wamo mambo yetu, wanaume vijana atafuta mkongo u meja supu mambo eh, yetu ya wamo mwe. Mkenda uwanja wa risasi mfike kwa meja supu, hii wapo